Yes, mambo vipi bwana sawa sawa digital. Ikumbuke kwamba siku ya jana ilikuwa ni eh, Mei Mosi au ni tarehe ya wafanyakazi kuweza kuenjoy kuweza kupumzika, lakini pia ni bonge moja la siku ambalo wafanyakazi wengi zaidi eh, huwa wanaitamani sana ifike kwa sababu wanakuwa wamekuwa maskani, lakini pia wengine wanaweza kwenda kwenye sherehe kama hivyo. Maadhimisho mengi sana yanakuwa yanafanyika kutokea hapa Tanzania. na ikumbuka kwamba adhimisho la kitaifa liliweza kufanyika eh, kule mkoani Singida na mgeni rasmi pia eh, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuwepo na kuweza ku kuweza kuhudhuria. Watu wengi wanapenda siku hii kwa sababu eh, kuna baadhi pia ya vitu huwa vinaongezeka, nikimaanisha masuala mazima ya njuruku pesa, fweza mishahara huwa inaongezeka sana. Sasa watu wengi wamekuwa wakifurahia, hasa wafanyakazi wa serikalini wamekuwa wakiomba sana siku kama hizi ebana, eh, uongozi unakuwa kuna, unaongeza vitu fulani hivi, nikimaanisha masuala mazima ya eh, mishahara hiyo. Ni chumbichumbi -chumbi tu ambayo nimedokezea kwa sababu huwa vitu hivi ambavyo huwa vinaweza kutokea. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan pia akiwa na makamu wa Rais Isdori Mpango na Waziri Mkuu e, Kassim Majaliwa, naibu waziri mkuu e, wa na ni waziri pia wa nishati Dr. e, Mashaka Biteko, spika wa Bunge la Tanzania yaani Tulia Ackson pamoja na rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi e, TUCTA e, bana Tumaini e, Nyamhoka e, wakiimba wimbo wa e, mshikamano kwamba solidarity forever e, kwenye maadhimisho e, ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi, bana walionekana wakiimba wimbo huo kutokea pale Singida, e, Singapore, kwa watu wengi wanapenda kupaita hivyo. Sasa sherehe hizo pia zimeweza kufanyika katika, e, kitaifa katika uwanja wa Bombani mkoani Singida siku ya jana siku ya tarehe moja ya e, Mei Mosi. Watu wengi pia wamekuwa na wana comments nyingi sana kuhusiana na masuala haya pia kuna baadhi ya watu pia ambao nisha kupitia lakini pia kuweza kuwasikia kwenye mitandao ya kijamii, waliweza kutoa kama ushauri kwamba hii mishahara ambayo inakuwa ambayo inakuwa, huwa inaongezwa kila ikifika Mei Mosi au tarehe ya wafanyakazi, pia mara baada ya kuweza kuongezwa e, wafa, wafanyakazi mishahara, ni kwa nini serikali isi, isitoe ajira kwa wale watu ambao pia wako mtaani na wanazitaka hizo ajira? Yale madodoso au vile vi, vi, vi, vi, vi, vi, tunasema vile tunasema vimotisha au motisha ambazo zinakuwa zinaongezeka, ni kwa nini zile motisha wasiweze kuzitumia kuweza kuwalipisha au mishahara kwa wale watu ambao pia wanakuwa hawajapata ajira. Yaani, mfano mimi labda sina ajira, nahitaji kuingia serikalini, basi ile ongezeko la mishahara ambalo linaongezwa kwa watu wengine basi liwekwe kwa sisi ambao tunakuwa hatuna ajira. Tukishaingia e, kwenye ajira e, kila mmoja apate kidogo kidogo ndio mwendo, kwa sababu e, haba na haba hujaza kibaba. So hicho kidogo ambacho kinakuwa kinaongezwa kwa huko, kwanini kisiongezwe kidogo kwa hawa watu ambao pia wanakuwa wanakosa ajira? Watu wengi wamesoma lakini wako mitaani, degree ziko nyingi sana mitaani, masters, phd ziko na watu mitano wameziweka tu eh, mifukoni. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki kitu? Drop comment yako hapa. Tukometisha kinoma kinomanoma. Maadhimisho haya yameweza kufanyika mkoani Singida, lakini pia kuna watu wengine wameweza kufanya katika mikoa tofauti eh, tofauti kutokea hapa Tanzania. Sisi kama sawasawa sawa. digito tunakwambia take club for this, endelea kutufuatilia chao.